Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu sana Meatu, tunaukaribisha sana Meatu. Wananchi wa Jimbo la Kisesa wako hapa, wananchi wa Jimbo la Meatu wako hapa. Mheshimiwa Raisi, hotuba yangu itakuwa na vipengele vitatu tu vifupi kwa dakika tano nilizopewa mwanzo. Nitakuwa na maombi, nitakuwa na changamoto nitakuwa na pongezi. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema wako hapa. Naanza na maombi moja. Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa kuja Mwandoya kuja hapa Mwanuzi, utatoka hapa utatoka hapa utaenda Bukundi utaenda Mkalama utaenda Iguguno utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wa kina na ikakubalika kujengwa na inazo sifa zote, na inazo sifa zote kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mikoa, mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wana Meatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wana Simiu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya wanameatu na kwa niaba wana, ya wananchi wa Jimbo la Kisesa, ninaomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu: Daraja la Mto Sanga litakalojengwa kati ya, ya, ya Kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro, wilaya ya Maswa; daraja la Mto daraja la Mto Sangijo, daraja la Mto Sanjo litakalojengwa baina ya Kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima barabara daraja la mto, la mto Semu litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya, litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu, Mheshimiwa Rais, ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndiyo maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais, katika maombi, ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo, Mheshimiwa Rais. Lakini jambo jingine, jambo jingine ni hospitali, kituo cha afya cha Mwandoya. Kwa jiografia hii unavyoiona, naomba kituo kile cha afya kiwe hospitali teule. Mheshimiwa Raisi, tunazo changamoto, nitataja chache, zingine tutapambana nazo na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji na watendaji wengine wa serikali, lakini hizi hizi hizi tatu naomba kuzileta kwako, zimekuwa ni changamoto kubwa sana. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Rais, umejenga kituo nganga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Rais umejenga kituo cha kudhibiti tembo kii cha Marwiro milioni themanini. Mheshimiwa Rais kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo, tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi akiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa, ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa, Mheshimiwa Rais, kwa sababu ulilizia fedha zije na vituo vifunguliwe tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya Tawa halmashauri kwa ajili ya kupambana na hao wanyama wanyamapori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa wame, wa, baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa, Mheshimiwa Rais, na hawa wananchi walishinda kesi mahakamani na kwa sababu mahakama ndiyo mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na naileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu, ombi la tatu Mheshimiwa Rais, ombi la tatu Mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja, Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani mnunuzi wa pamba, mnunuzi wa pamba anapokuwa, unapokuwa na mnunuzi mmoja akipata matatizo tu ya kifedha kidogo wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa, bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usikompromisi ushindani katika soko huria mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu, waende kuuza pamba sokoni halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyo akiwa na changamoto ya fedha huyo atakuwa, huyo akiwa na changamoto ya fedha huyo atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi watano, huwezi kupata shida ya fedha. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai na wale wa, na, na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Sasa pongezi, Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa, na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana nataka nizifikishe pongezi hizi kwako, Mheshimiwa Rais. Mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu. Mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya maboresho, tume ya rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii, wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarubaini wa matatizo yote tuliyo nayo. Mheshimiwa Rais, umefanya jambo kubwa, Watanzania watakukumbuka. Kwa tume yetu hii matokeo ya hii tume